Natuambia vipi, kwa sababu hii gemu Simba alikataa kuchezwa katika uwanja wa Amani Complex, lakini baadaye vile vile TFF akaamua kwamba fainali hii ichezwe Zanzibar katika uwanja wa Amani, ili swala nalichukulia vipi? Yani uliridhika nalo au ama kanate swala hukufurahikanati viswala anakuamua kwa TFF kwamba fainali chezwe Zanzibar kwanza kwenye TFF utamani isha kidogo kafu ndo walituma posti wakadai kwamba sisi tuje Zanzibar, lakini Zanzibar si ni nyumbani? Yote hii ni Tanzania, hii ni jamhuri ya muungano, uwanja ni nyumbani. Tukikuja Zanzibar, sio kama tupo ugenini, hapa tupo nyumbani. Simba alichokuwa naomba kucheza kwa Mkapa ni ile atmosphere ya mashabiki. Uwanja wa Benjamin ni Mkapa, mashabiki uwanja wa Mkapa unabeba mashabiki elfu sitini, uwanja wa Amani Complex unabeba mashabiki elfu kumi na tano ila atmosphere ya mashabiki kila mmoja Simba alitamani kila mmoja aweze kushuhudia fainali kwa mfano nikufahamisha kufahamisha sa fainali ya kwanza kuchezwa Tanzania imechezwa 93 93 mimi nilikuwa sijazaliwa toka ni mimi nilizaliwa shingi mwaka 2000 toka mwaka 2000 mpaka leo mimi nakuwa sijashuhudia fainali yoyote japo kuna watu wanasema wamecheza fainali ya 2023 wamecheza fainali ya 2023 lakini mimi sikukiona kikombe kikombe sijakiona lakini nilitamani ile mechi tuione pale Benjamin Mkapa, kwa sababu pale mashabiki wanaingia wengi zaidi. Lakini kuletwa huku shida haikuwa pichi wala nini. Kuletwa mechi huku wao walitoa malalamiko, kwa sababu mechi huku mashabiki wanaingia wachache, na kila mmoja mwana Simba alitaja ishuhudie mechi, lakini pichi ni ile ile Benjamin Mkapa, pichi ile ile na, na stadium pichi ni ile ile na, maana kitakachoenda kutafasili dakika tisini na fkili no. Mtatumia advantage kama mlivyo qualify mechi ya kuingia fainali mpiga ule South Africa. Advantage tunayo kwa sababu tuko nyumbani. Kwanza kabisa tunachokishukuru sisi, tuko nyumbani. Atimosi pia ni ile ile iliyopo kwa Benjamin Mkapa, ni ile ile, tuko nyumbani. Na Amaan Complex ni ile ile, tuko nyumbani. Mashabiki wataja kwa wingi nami tutachukua ubingwa. na kuna maneno kadhaa kadhaa akiongolewa na watani wenu wajadi je, unawaambia vipi watani wataiaku wajadi, si fainali ambayo imekuelekea kesho? Watani wajajikwanza tumewatuma kwanza. Umesema watani wa jadi wale ni watani zetu, kitu tukifahamu maneno yao, sisi hatuweweseki kwa maneno yao, hatutishiki kwa maneno yao. Wanachoongea wao, acha wabwa bwaje hichi kitu. Jambo hili jambo letu hatuachie sisi, jambo hili aliwahusu, jambo hili aliwahusu, watuachie sisi wenye jambo Shughuli zao wacheze shughuli zao wa. fainali yao walikuja kucheza huku, huko Zanzibar walio walicheza Pemba, walicheza Muungano. Watuachie sisi tucheze fainali yetu ya kombe la shirikisho. Wao kama walishindwa kuendelea na sisi ni wao. Hii fainali ni yetu, jambo la kwetu. Sisi kama ni kitu tunaumia, tunaumia sisi. Kama jambo tunafuraha, tunafuraha sisi, na maana jambo lao ni la kwao, na jambo letu ni la kwetu. Asante sana wasane. Asante.